Waziri wa zamani na mbunge wa Rorya, Profesa Phelemon Sarungi mwenye umri wa miaka 89 amefariki dunia jijini Dar es Salaam jana Machi 5, 2025. Kwa mujibu wa msemaji wa familia ya Chifu Sarungi, Martin Salungi amethibitishia Mwananchi kuwa Profesa Salungi amefariki dunia nyumbani kwake Oysterbay jana saa kumi jioni. Sarungi amesema Profesa Sarungi siku chache zilizopita alikuwa akisumbuliwa na malaria lakini alipona. Na nukuu, mzee, kama unavyojua, alikuwa tayari ana umri mkubwa na siku chache zilizopita alisumbuliwa na malaria lakini alipata nafuu, amesema Sarungi, mwisho wa kunukuu. Amesema msiba upo nyumbani kwa marehemu Oysterbay, mtaa wa Msasani, jijini Dar es Salaam. Sarungi amesema shughuli za mazishi zinasubiri watoto na wajukuu zake ambao wengi wanaishi nje ya nchi, na mwili umehifadhiwa hospitali ya Lugalo jijini humo awali taarifa ya kifo cha profesa sarungi ilitangazwa na binti yake maria sehai sarungi ambaye kwenye ukurasa wake wa x zamani twitter aliweka picha ya baba yake na kuandika rest with angels daddy mwisho wa kunukuu kwa mujibu wa maria baba yake alizaliwa machi 23 1936 na amefariki dunia machi 5 2025 Profesa Sarungi ambaye kitaaluma ni daktari bingwa wa mifupa aliyewahi kushika nafasi mbalimbali mbali za uongozi serikalini. Baadaye aliingia kwenye siasa na kuwa mbunge wa jimbo la Rorya mkoani Mara. Safari yake ya kisiasa, Profesa Sarungi amewahi kuwa waziri wa elimu, waziri wa afya, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, waziri wa mawasiliano na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Profesa Sarungi, mbali na siasa, pia alikuwa mwanamichezo na shabiki mwanachama wa timu ya Simba. Alipenda kucheza yoga, kukimbia na mazoezi mengine ya viungo. Profesa Sarungi alikuwa mwalimu, daktari wa upasuaji na mtaalamu wa mifupa, waziri, mbunge na mwanamichezo. Alizaliwa Machi 23, 1936 huko Tarime mkoani Mara. Wazazi wake ni Sarungi Igogo Yusufu na Amimo Maria Sarungi. Mwaka 1966 Sarungi alipata shahada ya udaktari wa tiba kutoka chuo kikuu cha tiba cha Sejid, nchini Hungary. Mwaka 1970 alihitimu shahada ya uzamivu ya upasuaji kutoka chuo kikuu cha tiba Seged cha Hungary. Sarungi alihitimu diploma katika orthopedics trauma kutoka chuo kikuu cha tiba cha Vienna mwaka 1973. Pia mwaka 1975 alihitimu diploma katika upasuaji na upandikizaji wa viungo katika chuo kikuu cha Shanghai nchini China. Kuanzia mwaka 1971 hadi 73 Sarungi alifanya kazi kama mhadhiri wa upasuaji katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Aliwahi kushika nafasi ya mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1973 hadi 1976. Pia, Sarungi alifanya kazi kama profesa mshirika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1977 hadi 79 na kuwa profesa mwaka 1979 mkuu wa idara 1977 hadi 84 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kuanzia mwaka 1984 hadi 90, Sarungi alifanya kazi kama mkurugenzi mkuu katika kituo cha tiba cha Muhimbili, na katika chuo kikuu cha Dar es Salaam alikuwa pia makamu mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu kati ya mwaka 1989 hadi 1991 pia kuanzia mwaka 1990 hadi 92 Sarungi alifanya kazi kama waziri wa afya, waziri wa mawasiliano na usafirishaji mwaka 1992 hadi 93, na tangu mwaka 1993 amekuwa waziri wa elimu na utamaduni, na pia waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Pia Sarungi mwanachama wa CCM tangu 1971, pia ni mjumbe wa chama cha madaktari Tanzania na chama cha madaktari wa upasuaji wa Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojili kuhusiana na msiba wa mwanasiasa na daktari huyo.